Habari za asubuhi, karibuni sana baraza la mitihani la Tanzania. Leo tuna taarifa muhimu kwa ajili ya kuifikisha kwa jamii ya Watanzania, na taarifa hiyo inahusu matokeo ya upimaji wa kitaifa wa darasa la nne ambao u ulifanyika tarehe 22 na tarehe 23 Oktoba mwaka 2025, lakini na upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili ambao ulifanyika tarehe 10 mpaka tarehe 19 Novemba mwaka 2025. Sasa baraza limeidhinisha rasmi kutolewa kwa matokeo hayo. Kuhusu usajili na mahudhurio E, jumla ya wanafunzi milioni 1,583,686 walisajiliwa kufanya upimaji wa kitaifa darasa la nne, wakiwemo wasichana 818,673, sawa na asilimia 52 na wavulana 765,013, sawa na asilimia 48. Mahudhurio katika upimaji wa darasa la nne yalikuwa asilimia 94 sawa na wanafunzi milioni 1,490,377 katika shule za msingi 20,508. Aidha, wapo wanafunzi 93,139 sawa na asilimia 6 hawakufanya upimaji huu pamoja na kuwa walisajiliwa. Kwa upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili wanafunzi laki 8, 9, 12, 64, walisajiliwa wakiwemo wasichana na wavulana 492 3968 sawa na asilimia 45 mahudhurio katika upimaji wa kidato cha pili alikuwa asilimia 91.3 sawa na wanafunzi 811,575 katika shule za sekondari 6,223. Aidha wapo wanafunzi 77,689 sawa na asilimia 8.7 hawakufanya upimaji huu pamoja na kuwa tuliwasajili. Kuhusu matokeo, kwa upimaji wa darasa la nne ufaulu wa jumla umepanda kwa asilimia 2.67 ambapo wanafunzi milioni moja laki tatu ishirini na nne elfu mia tisa sabini sawa na asilimia 88.91 wamefaulu kwa kupata madaraja ya ufaulu ya A, B, C na D. Kwa mwaka 2024, ufaulu ulikuwa asilimia 86.24 na mwaka 2023, ufaulu ulikuwa asilimia 83.34. Kuhusu linganifu wa matokeo kwa jinsi wasichana waliofaulu ni 73287, sawa na asilimia 90.1 ya wasichana wote waliofanya upimaji huu. Aidha, wavulana waliofaulu ni laki 621683, sawa na asilimia 87.59 ya wavulana wote waliofanya upimaji huu. Kati ya wanafunzi wote waliofaulu, wasichana ni asilimia 53 na wavulana ni asilimia 47. Kuhusu ufaulu kishule kati ya shule 20508 na zenye matokeo jumla ya shule 20364 sawa na asilimia 99.3, zimepata wastani wa madaraja ya ufaulu ya A mpaka D. Shule 144 zimepata wastani wa daraja E ambalo ndilo daraja la chini zaidi lenye alama kati ya 0 na 60. Idadi ya shule zilizopata wastani wa daraja E zimepungua kutoka 197 mwaka 2024 na 325 mwaka 2023. Kuhusu ufaulu kimasomo, kwa upimaji wa mwaka 2025 ulizingatia mtaala ulioboreshwa, eh, ukihusisha masomo tisa: masomo matano ya lugha yani Kiswahili, English language, eh, French language, French Arabic language na Chinese language; masomo mawili ya sanaa, jiografia na mazingira, sanaa na michezo, pamoja na historia ya Tanzania na maadili na masomo mawili ya science na hisabati. Kwa ujumla ufaulu katika masomo yote ni mzuri. Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni asilimia 92.1 ukipanda kutoka asilimia 84.52 mwaka 2024. Ufaulu wa somo la English language ni asilimia 72.71 ukipanda kutoka asilimia 68.86 mwaka 2024. Kwa upande wa masomo ya lugha chaguzi, jumla ya wanafunzi 6833 walifanya upimaji huu kwa mara ya kwanza, ambapo kwa somo la French language wamefaulu kwa asilimia 95.73, lugha ya Kiarabu kwa asilimia 80.45, na somo la Chinese language kwa asilimia 93.16. Kwa masomo ya science, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la science ni asilimia 87.93 na somo la hisabati ni asilimia themanini na moja, nukta nne nne. Somo la hisabati limeendelea kuimarika kwa ngazi ya darasa la nne kwani wanafunzi waliopata daraja E wamepungua kwa asilimia kumi na waliofaulu kwa daraja A wameongezeka kwa asilimia kumi ikilinganishwa na ufaulu wa mwaka 2024 ambao ulikuwa 71.4 na mwaka 23 ambao ulikuwa 54. Kwa masomo ya sayansi ya jamii, ufaulu wa somo la jiografia na mazingira, sanaa na michezo ni asilimia 83.22, na somo la historia ya Tanzania na maadili ni asilimia 82.99. Kwa upande wa matokeo ya upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili mwaka 2025, baraza lilipima mitaala miwili, mtaala wa awali na mtaala ulioboreshwa ambao umepimwa kwa mara ya kwanza kwa wanafunzi wa mkondo wa amali. Ufaulu wa jumla kwa watahiniwa wa shule ni asilimia 86.93 sawa na wanafunzi laki saba, elfu tano, tisini na moja ambapo kati yao wavulana ni laki tatu na kumi na mbili, elfu mia nne tisini na mbili eh, sawa na asilimia 88.28 ya wavulana waliofanya upimaji na wasichana ni laki tatu na tisini na mbili, elfu mia tano tisini na tisa sawa na asilimia 85.89 ya wasichana waliofanya upimaji huo. Aidha, kati ya waliofaulu wavulana ni asilimia 44 na wasichana ni asilimia 56. Kwa ujumla, ufaulu wa kidato cha pili mwaka 2025 umeimarika kwa ongezeko la asilimia 1.52 kutoka asilimia 85.41 ya mwaka 24 na asilimia 85.31 ya mwaka 23. Kwa kuzingatia mitaala, wanafunzi waliosoma kwa mtaala ulioboreshwa wamefaulu 1975 sawa na 89.85 na wanafunzi waliosoma mtaala wa awali wamefaulu eh, laki saba na elfu tatu mia moja na kumi na sita sawa na asilimia themanini na sita nukta tisa tatu. Kwa kuzingatia ubora wa ufaulu jumla wa mbili na elfu arobaini, tisa, tisa nne, ya watahiniwa laki mbili na elfu arobaini mia nne sitini na tisa sawa na asilimia ishirini na tisa nukta sita nne waepata madaraja ya, la kwanza mpaka la tatu. Mwaka ishirini na nne waliopata madaraja hayo walikuwa laki mbili thelathini na tisa mia saba na saba <coughs> sawa na asilimia thelathini nukta sifuri nane. Na mwaka 23 walikuwa laki moja na tisini na mbili elfu mia sita thelathini na tatu sawa na asilimia 27.73. Idadi ya wanafunzi waliopata division one mwaka 25 ni 78309 sawa na 9.65. Waliopata division one mwaka 24 walikuwa 77772 sawa na 9.76 na, na, na, na mwaka 23 walikuwa 58180 sawa na 8.37. Kuhusu ufaulu kishule jumla ya shule 6198 sawa na asilimia 99.6 ya shule zote 6223 zenye matokeo zimepata wastani wa daraja A mpaka D. Idadi ya shule zilizofaulu kwa daraja A zimeongezeka na na kufikia 177 mwaka mwaka mwaka 25 kutoka 155 mwaka 24 na 96 mwaka 23. Kwa upande wa shule zilizopata daraja F ni 25 mwaka 25 na mwaka 24 zilikuwa 27 na mwaka 23 zilikuwa 30. Kuhusu ufaulu kimasomo. Kwa masomo ya sayansi jamii, ufaulu wa masomo ya history na geography ni wa wastani, ambapo history ni asilimia 56 nukta mbili, 9, na geography ni 57.52. Ufaulu wa somo la civics ni 35.1 ikiwa ni ongezeko la asilimia mbili kutoka 33.24 asilimia ya mwaka 2024. Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni 94.31% English language ni asilimia 73.16. Mwaka 24 ufaulu wa English language ulikuwa asilimia 74.58 na mwaka 23 asilimia 68.27 na mwaka 22 ulikuwa asilimia 60. Hivyo, takwimu hizi zinaashiria kuwa somo la English language linaendelea kuimarika, kwani kwa kipindi cha miaka mitatu ufaulu wake umepanda kwa asilimia 10.13. Kwa upande wa science asili masomo ya physics, chemistry, biology na basic mathematics, Yani ufaulu ulio, ulio chini ya wastani kati ya asilimia 22.71 na 41.84. Somo la Basic Mathematics limeendelea kuimarika kwa kupanda kwa asilimia 4.03 na kufikia asilimia 22.87 ya mwaka 25 kutoka asilimia 18.85 ya mwaka 2024. Kwa masomo ya biashara, ufaulu wa bookkeeping na commerce umeendelea kuwa ni wa wastani kama ilivyokuwa mwaka 2024. Ufaulu wa somo la bookkeeping ni asilimia 41.19 na somo la commerce ni asilimia 44.21 na ikiwa ni ongezeko la asilimia sifuri nukta nne. Kuhusu hali ya ufaulu kwa wanafunzi wa mkondo wa amali ambao ulipimwa kwa mara ya kwanza mwaka 25 katika jumla ya shule za amali 48 na zilizojisajili katika fani kuu kumi kati ya kumi na tano zilizoainishwa katika mtaala ulioboreshwa. Katika upimaji huu wanafunzi wa mkondo wa amali walipimwa katika fani mahsusi 42 zilizohusisha masomo 28 na yaliyopimwa kwa vitendo. Jumla ya wanafunzi 2267 walisajiliwa wakiwemo wavulana 1473 sawa na asilimia 65 na wasichana 794 sawa na asilimia 35. Kati yao wanafunzi 2199 sawa na asilimia 97 walifanya upimaji huo. Jumla wanafunzi 1975 sawa na asilimia 89.85 wamefaulu wakiwemo wavulana 1331 na wasichana 1794, 644. Hivyo wanafunzi hao sasa wataruhusiwa kuendelea na kidato cha tatu kwa mkondo wa amali mwaka 2026. 20. Kuhusu ufaulu kwa masomo sita ya lazima ya mkondo wa amali, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la mathematics ni asilimia 40.54, computer application ni asilimia 60.41, life skills 48.68, business studies asilimia 58.46 English language asilimia 71.16 na historia Tanzania na maadili 58.42. Ufaulu kwa upande wa fani mbalimbali za ufundi na ufundi study. Takwimu zinaonyesha kwa, eh, kwa fani za uhandisi, eh, uhandisi ujenzi ufaulu ni asilimia mia moja. Uhandisi umeme ufaulu ni kati ya asilimia 98 na mia moja uhandisi mitambo ni asilimia mia moja. Tehama asilimia 89 hadi mia moja uhandisi magari ni asilimia tisini na tano mpaka mia moja. Kwa fani ya kilimo na chakula, ufaulu ni kati ya asilimia tisini na sita mpaka mia moja. Eh, ukarimu na utalii ni asilimia tisini na nane mpaka mia moja. Mavazi na ushonaji ni asilimia kumi na tano mpaka mia moja. Katika fani hii ya mavazi na ushonaji lipo somo la leather goods and footwear halikufanyika vizuri kwani ufaulu wake ni asilimia kumi na tano. Ufaulu kwa fani ya michezo ni asilimia mia moja na kwa fani za sanaa, eh, sanaa za ubunifu ni asilimia tisini na tano mpaka mia moja. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, mwaka 2024 baraza lilisitisha kuendesha mtihani wa maarifa maarufu kama QT, ambao ulikuwa ukiwawezesha watainiwa wa kujitegemea kupata sifa ya kufanya mtihani wa kidato cha nne. Sasa badala yake, baraza linaendesha mtihani wa, wa, wa kitaifa wa kidato cha pili ambao watainiwa wa kujitegemea kupitia upimaji huo wanapata sifa ya kufanya mtihani wa kidato cha nne. Kwa mwaka 2025 watainiwa wa kujitegemea 9458 e, wa wa walisajiliwa kati yao 7437 sawa na asilimia 78.67 walihudhuria upimaji huo. Takwimu zinaonyesha kuwa watahiniwa watahiniwa 5027 sawa na asilimia 67.69 ya waliofanya upimaji wamefaulu na hivyo kuwa na sifa ya kufanya mtihani wa kidato cha 4. Mwaka 2024 watahiniwa 4205 sawa na asilimia 56 walifaulu, hivyo kuna ongezeko la asilimia 12 ya ufaulu kwa watahiniwa wa kujitegemea. Katika upimaji wa mwaka 2025 wapo watainiwa waliokiuka taratibu za mitihani, hivyo baraza limefuta matokeo yote ya wanafunzi 41 waliofanya udanganyifu na nane walioandika matusi kwenye kar karatasi zao za majibu katika upimaji wa kitaifa darasa la nne. Aidha, baraza limefuta matokeo yote ya wanafunzi 29 waliofanya udanganyifu na 11 walioandika matusi eh, kwa, katika upimaji wa kidato cha pili matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha tano, kifungu kidogo cha pili J cha sheria ya Baraza la Mitihani sura namba 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Baraza la Mitihani linapenda kuchukua fursa hii kuzipongeza kamati za mitihani, wakuu wa shule, wasimamizi, wasaishaji na wadau wote wa elimu kwa kazi kubwa na nzuri, ifanya, utulivu na nzuri walioifanya kuwa utulivu na kuendesha upimaji huu. Aidha, baraza linawapongeza wanafunzi wote waliofanya upimaji huu kwa, kwa kuzingatia kanuni za, za mitihani wakati wote. Matokeo ya upimaji huu yanapatikana katika tovuti ya baraza www.necta.go.tz. Asante sana

Asante sana kwa maswali. Nianze na swali la kwanza kuhusu sababu za wanafunzi wanaokosa mtihani. Sababu ziko mbalimbali e, wanafunzi wanaposajiliwa e, wengine wanakosa kufanya mtihani kwa sababu za utoro. Wako ambao wanafika katika chumba cha mtihani wakiwa ni watoro, na wengine wanakuwa wamesajiliwa wa, wa, wa lakini hawakuwa wakihudhuria shule, lakini wapo ambao wanapata dharura ya ugonjwa kwa mujibu wa kanuni za mitihani tunawaruhusu na tunawapa fursa ya kufanya wakati mwingine. Kwa hiyo ziko sababu mbalimbali, lakini e, zinachangiwa na hayo mgonjwa, lakini na, na utoro. Kwa hiyo hatua mbalimbali baraza inaendelea kuchukua kwa kushikana wadau mbalimbali mbali, kwa kutoa taarifa katika mamlaka zao, ili swala hili la utoro likomeshwe. Na, na wale wanaoandika matusi huwa baada ya matokeo haya baraza linaandika barua katika mamlaka zao ikiwemo kwa shule na bodi za shule kwa shule za msingi kamati za shule na kuwahusisha wazazi katika kuchukua ili kuhakikisha hili swala matusi lina linakomeshwa, eh, kabisa. Na ukiangalia takwimu zetu, ni kweli, kwa sasa tunaanza kuona matusi yakijitokeza katika hatua ya darasa la nne. Mwaka jana tulikuwa na wanafunzi nane walioandika matusi darasa la nne mwaka huu mwaka jana tulikuwa na wanafunzi watano, mwaka huu tumekuwa na wanafunzi nane walioandika matusi. Kwa tunaendelea kuchukua hizo hatua na kuwatambua wanafunzi hao kwa sababu bado wapo katika mfumo, mfumo wa elimu. Na kuhusu eh, kukariri kwa wanafunzi hawa eh, kwa mwongozo wa baraza ulivyo na kawaida ya uendeshaji ya, ya, ya, ya wa mitihani, wanafunzi wanaofaulu wanaruhusiwa kuendelea na kidato kinachofuata na wanaofeli wa wanatakiwa kukariri. Sasa nafikiri muuliza swali bila shaka utakuwa umekusudia, kwa sababu mwaka huu kwa kidato cha pili tumekuwa na mitaala miwili ambayo tumehitaji. Kuna mtaala ulioboreshwa ambao kama wanafunzi watarudia basi watakutana wenzao waliokuwa wamesoma mtaala tofauti, na aidha ka, kama watarudia, vile vile, watajikuta warudie kwa mtaala ufundishaji huko shuleni umeshabadilika. Kwa hiyo niseme tu eh, kwa kesi hii specific ya, ya, ya matokeo ya mwaka huu mamlaka ya baraza ni kutoa matokeo na kuainisha waliofaulu na walioshindwa. Lakini bila shaka muda wote kuanzia leo, baada ya kutoa haya matokeo eh, ofisi ya commissioner wa elimu kupitia wizara ya elimu itatoa statement maalum kuhusu hatima ya wanafunzi hao eh, kuhusu walio, eh, feli mwaka huu kama kama ambavyo tumeeleza katika nakala hii ya press tutawapatia. Ufaulu wa eh, wa, darasa la nne ni asilimia 88.91 na ufaulu wa kidato cha pili ni asilimia 86.93. Tutawapa nakala, takwimu zote ziko pale, waliosajiliwa, waliohudhuria, waliofaulu, walioshindwa. Mtachakata hizo taarifa kwa urefu. Asanteni sana.